Kongamano la siku tatu kwa makatibu wa kaunti lilianza katika kaunti ya Kwale huku mwito ukitolewa kwao kudumisha uadilifu na utaalamu. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei akiongoza ufunguzi wa hafla hiyo alikariri kwamba watumishi wa umma wanafaa kudumisha viwango vya juu zaidi vya uadilifu na uwajibikaji licha ya changamoto zao. Akizungumza wakati wa kongamano la mwaka huu mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei alisema kuwa ipo haja ya kubadili mtazamo wa Wakenya kwa utumishi wa umma kupitia utaalamu na miundo thabiti ya utoaji huduma bora. Matamshi hayo yalikaririwa na mwenyekiti wa baraza la magavana. The

Koskei pia alitoa wito wa kuzibwa kwa pengo baina ya serikali na wananchi kupitia mashauriano ili kuhakikisha kwamba wananchi wanafahamu na kuamini sera na mipango ya umma. We are also called to address wastage in government decisively and to fight corruption where it manifests. We must take collective responsibility for the prudent use of public resources and uphold the highest standards of integrity And accountability. Only when we lead by example can we rebuild public trust and restore faith in the institutions we serve. Alikariri kwamba ni jukumu la pamoja kuhakikisha kwamba serikali inazingatia mahitaji ya umma na kutekeleza jukumu lake. Nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Kwale, mimi ni Ann Mburu.